Na kijana mmoja alikuwa akisoma chuo kikuu, ashakuwa mtu mkubwa, akamaliza, akarudi nyumbani, lakini babake ana tabia, hamwachi kwa kosa lolote. Kitu kidogo amekosea, amrekebisha, hapa hujafanya sana. Sasa huyu ameenda amechukua madigirii yake ng'ambo huko, amerudi, asubiri kutafuta kazi, aishi pale nyumbani, akiingia kwa rumu yake, mara nyingine huyu bwana iwasoma vitabu vyake, mara amelala taa. Baba anambishia vipi, utalala na taa? iko zima taa bwana, hii ni israfu, hii taa yalipiwa bwana umeme. Sijui ameingia uani choni, labda maji hakufunga vizuri, baba hiyo hajaangalia, vipi waacha maji? Yaani anachofanya yule baba, yule kijana asema kero gani mzee huyu mimi mtu mkubwa bado tu anirekebisha hili anirekebisha, atamani apati kazi leo, asema nitoke hapa nyumbani. Ikafika ule baba yuaumwa maskini. siku moja yule mtoto ameapply kazi akaletewa majibu kwamba atakana ende akafanya interview sehemu fulani, akamwaga mamake, mama akamweleza baba, baba akajiburuta kule kwake mpaka akaja kwa rumu ya mtoto akamwambia "Mimi najua uta, utapita hiyo interview kwa sababu wewe kijana wa simba huogopi, nishakutoa uoga, kijana." Hata kutoka baba napamaweza, mpaka leo siku mimi naenda kwenye interview bado uko nami tu, kero gani ile. Alafu yule baba akatoa mkono mfukoni, akamwambia naomba leo upande taxi usiende kwa miguu huko kwenye hiyo interview. Asema nilipokwenda, wenzangu wametangulia, nimechelewa kwa sababu ya kero la baba ni pa mawedha yake mengi. Asema alipoingia kwenye geti ya ile kampuni, kuna sehemu ya maua na kuna hizi bomba za maji ambao huwa zikimwaga maji kwenye yale maua, lakini yale maji hayakufungwa, yameachiliwa, yamemwagika kila sehemu. Akasema israfu ya maji ya mwagika, ashazoea zile tabia za, za baba za kurekebisha, akenda akafunga haraka haraka, mgeni hajui, lakini akaona, akenda akafunga. Alipoingia yuwapanda ngazi, akakuta mataa saa nne ya mchana, mataa ya waka, akaanza kuzima. Wenzake wamcheka, huyu vipi? Huyu mshamba kiasi gani huyu eh? aingia mahali hapa jui ni, alafu anza kujitia. Walipofika juu kule kwenye ule mlango, aingia kwenye holi sasa interview, akakuta ule mlango kama zile